Tanzania, nchi iliyobarikiwa na uzuri wa asili usio na kifani. Ni mahali pekee pa dunia ambapo asilimia zaidi ya 30 ya ardhi yake imetengwa kwa ajili ya uhifadhi, na kuifanya kuwa mojawapo ya maeneo bora zaidi duniani. Kutoka kilele cha mlima Kilimanjaro kinachogusa mawingu hadi kwenye tambarare za Serengeti zinazosheheni wanyama wa porini, Tanzania imekuwa kitovu cha maajabu ya asili. Mbuga za wanyama kama Ngorongoro, ambayo ni makazi ya mzunguko wa maisha ya wanyama wa pori, Selous inatajwa kuwa moja ya hifadhi kubwa zaidi za wanyama barani Afrika, ni baadhi tu ya vito vya thamani mno nchini humo. Visiwa vya Zanzibar, Pemba na Mafia vimejaa historia ya utamaduni, vikizungukwa na maji safi yanayong'aa kama kioo hivi yanayoficha matumbawe yenye rangi mbalimbali na maisha ya baharini, ikibeba fukwe za mchanga mwanana mweupe Ukiachilia mbali uzuri wa mazingira, Tanzania pia ni hazina ya madini adimu kama Tanzanite ambayo hupatikana tu katika eneo moja la Mererani. Hifadhi ya gesi asilia, makaa ya mawe, Titan na urani imeifanya Tanzania kuwa moja ya nchi muhimu kwa rasilimali asili barani Afrika. Spices na karafuu kutoka Zanzibar zimekuwa zikisafirishwa duniani kote, zikibeba harufu nzuri na ladha ya kipekee ya ardhi hii ya kipekee. Pamoja na utajiri wa asili, ni watu wa Tanzania na utamaduni wao uliojikita katika ukarimu na utofauti unaovutia. Utofauti huu unawavutia wageni kutoka kila pembe ya dunia. Ukiwa Tanzania, si tu kwamba utashuhudia wanyamapori na mandhari za kuvutia, utajifunza pia kuhusu historia na utamaduni wa watu wake, ambao ni urithi ulio hai. Tanzania inawaita wapenzi wa asili wana historia na watu wote wanaotafuta kugundua kitu cha tofauti na cha kipekee katika ulimwengu huu. Karibu ujionee uzuri, urithi na ukarimu wa kipekee. Tanzania, nchi ya maajabu ya asili. Sisi ni Tanzania.